Mambo njo, one time, <laughs> wala siwahoji maswali magumu, maswali madogo tu, mambo na yeah. Nakuiza swali moja dogo tu um, la kawaida tu ah, kawaida okay. Tu we unanifaa Tanzania bara na visiwani, yani kwa Kiswahili, kwa Kiingereza tunaiwekaje? eh. Uambie <laughs> <laughs> eh, eh, <jo>, tu <laughs> ize tu yaani, Tanzania bara na visiwani eh, si kwa Kiswahili kingere, kwa Kingereza tunaelekaje? Basii jamani, mbona okay ah, yaani ni kwamba Mm. Sisi ni kwambie ni mm. mm. <laughs> Bila tu tunavisikia kadu yani, kama vile okay thank you ni vitu vya kawaida. Neno gani ambalo unalitumia so, mara nyingi? I think serious. Serious. Kwa sababu hata hivyo kwa Kiswahili silijui, yani Kiswahili chake. Serious? Yeah. Like serious? <laughs> Ukitaka kuotoa hiyo serious unataka kuweka neno lingine utatumia ndowani, ndo apongu, kombine, neno gani? Ndio, yani ndio hapo ngumu, ndio maana nikakwambia neno ambalo liligumu nililolizoea sana kulitamka kwa sababu sijui Kiswahili chake. Hivi, hmm, neno nakupenda unaweza kumwambia kila mmoja? Ah ha, hapana, na kwa nini, moja, okay. Well, una, unanipenda, kwa nini mwambie kila mmoja neno ha, nakupenda? Siwezi. Okay. Kwa hiyo uwezi kunambia mimi unanipenda una kwa Kiingereza. Kwa nini mimi nakuchukia? Kumbe unaweza kumwambia kila mmoja? Hapana, sasa so, lakini mimi sikuchukii. Hebu niambie tu. Niambie, niambie ni I love you. Ha, hapana. Mimi bwana nakupenda. I love you. Asante. Ah, unanipenda? Ah, <tosani> <Ha>, jamaa. <je waari. tosani> Asante, umependeza kama unakuja kuja hivi. Kama unakataa au ukiongea, kichwa kinauma. Tulikimbiaga tu shule ila ila njoo basi njoo tusaidie hapa utuambie, Tanzania bara na visiwani kwa Kiingereza tunaiwekaje? Njoo hivi ndio huh? Unatupata vizuri? <manyo manyo> Oh, usiondoke. Hebu tuambie Tanzania bara na visiwani kwa Kiingereza Amna mimi sijakusikia kitu kwa sababu kule bara ni mainland alafu Zanzibar island utawezaje kuweka? Hebu changanya. Sasa mainland na island ndio nini? Hivi vitu viwili tofauti a